Hebu nisikilize sasa hivi! Wewe ni mfanyabiashara, unakomaa kila siku, lakini mwisho wa mwezi unashangaa, pesa zako zote zimeyeyuka wapi? Au mbaya zaidi, unapiga hesabu za kichwani, unadhani unapiga hela, kumbe hasara inakuua kimya kimya! Unataka kujua sababu namba moja inayofanya biashara nyingi zife? Sio kwa sababu unauza bei rahisi. Sio kwa sababu ya kodi. Sababu kubwa kuliko zote ni kuhesabu biashara kichwani. Umesikia nafikiri, lakini kwenye pesa za biashara, unahitaji zaidi ya hivyo, unahitaji data. Leo ninakupa siri saba ambazo matajiri au mamilionea wanazitumia kila siku. Hizi ni mbinu zitakazokufanya uone faida halisi na kuepuka mitego ya hasara. Ukizifuata na kuhakikishia, hutauliza tena swali la hilo la kijinga, pesa zimeenda wapi? Badala yake utakuwa na majibu na mipango ya kukuza biashara yako kwa kasi kubwa. Sasa nataka nikueleze siri saba za kutengeneza hesabu za biashara kama vile na wewe ni mhasibu. Siri zenyewe ni kama zifuatazo. Siri namba moja ni kupanga hesabu za mauzo. Hii ndio muhimu kuliko zote. Acha kufikiria mauzo ni pesa unazopokea tu. Sio hivyo, mauzo ni kufuatilia kila kitu kinachotoka dukani, bei yake na gharama zote hadi imfikie mteja. Hii ni pamoja na gharama za kununua, gharama za usafiri, gharama za ufungaji na hata mishahara ya muuzaji au wafanyakazi. Hebu ufikiria mfano huu, unauza viatu kwa shilingi elfu arobaini. Unafikiri umetengeneza faida kubwa? Sio hivyo, umekosea. Gharama ya kununua shilingi elfu ishirini na tano ambazo zimekwenda, usafiri shilingi elfu mbili, gharama za duka ni shilingi elfu tatu. Faida yako halisi ni shilingi elfu kumi tu. Kufanya hivi kwa kila bidhaa ni lazima. Hii ndiyo njia pekee ya kujua ni bidhaa gani inakupa faida na ipi inakupa au inakula mtaji. Acha kutumia kichwa chako. Tumia kadi ya mauzo au daftari ya mauzo au application ya kwenye simu. Rekodi jina la bidhaa, idadi, bei na gharama. Ukifanya hivi unaacha kuendesha biashara kienyeji na unaanza kufanya kama tajiri. Utaona picha kamili na utajua ni bidhaa zipi za kuachana nazo mara moja. Namba mbili ni kuchambua faida na hasara. Tunafanya ukaguzi wa dharura kwenye biashara, chukua karatasi sasa upande mmoja chukua karatasi au hata daftari. Sasa upande mmoja andika mapato yote ya wiki, na upande mwingine andika gharama zote za wiki. Toa mapato na gharama. Jibu ni hasi? Hapo sasa biashara yako inafeli. Hii ni bendera ya nyekundu tena kubwa. Acha kila kitu, natafuta kosa liko wapi. Usiruhusu matumizi hayo makubwa ya kuliko mapato. Sasa labda una bidhaa mbili, moja inanunuliwa kama njugu, nyingine imekaa na inashika vumbi. Bila data, utaendelea kuagiza hizo bidhaa ambazo zinaleta hasara, ukidhani inaleta hela, kumbe inateketeza mtaji wako. Kwa kutumia data, utaiona hiyo bidhaa inayokupa hasara na utachukua hatua haraka. Kila shilingi unayopoteza kwa usimamizi mbovu inaenda kwa mpinzani wako. Fanya uchambuzi huu kila wiki, usisubiri mwisho wa mwezi. Rekebisha makosa haraka. Siri ya tatu ni kusimamia mtaji. Simamia mtaji wako, hili ni jambo la muhimu sana kwa biashara yako mtaji siyo pesa tu inayokuwa ambayo iko benki au kwenye simu. Ni thamani ya mali zote za biashara ukitoa madeni yote unayodaiwa. Kwa nini hii ni muhimu? Ili usikope kizembe na kujiingiza kwenye mtego wa madeni utakayo yatakayokuangamiza. Hebu tuangalie mfano. Una mali za shilingi milioni tano lakini una madeni ya milioni mbili. Sasa mtaji wako halisi hapa ni milioni tatu, kwa maana kuwa milioni tano toa milioni mbili za madeni. Je, namba hii inapanda au inashuka? Kama inashuka, ina maana biashara yako inakufa. Hii ni rahisi kabisa. Kwa hiyo tengeneza orodha mbili, mali zako zote zikae upande mmoja na madeni yako yote yakae upande mwingine tofauti yake ndiyo mtaji wako. Fanya hivi kila baada ya miezi mitatu. Huu ndio moyo wa biashara yako, ukitunza vizuri utaendelea kufanya biashara nzuri. Siri namba nne ni kufuatilia mtiririko wa fedha, yaani kwa Kiingereza wanasema cash flow. Hii ndio ya muhimu kuliko zote. Unaweza kuwa na faida kwenye karatasi na bado biashara yako ikafa ghafla. Faida kwenye karatasi hailipi bili, pesa taslimu ndio inalipa pe, ndio inayolipa. Pesa ndiyo mfalme, pesa ni damu ya biashara yako, ikikauka basi umekufa. Haijalishi bidhaa yako ni nzuri kiasi gani. Umepokea malipo ya mpesa, usiikalie Panga matumizi yako mara moja, lipa usafiri, nunua vocha, lipa mshahara, hakikisha pesa inayozunguka haraka. Tumia application inayojulikana kama Wave au Zoho au Excel, fuatilia kila shilingi inayoingia na kutoka, na kamwe usichanganye pesa ya biashara na pesa yako binafsi. Kila shiringi lazima ijulikane matumizi yake, ili biashara yako iendelee kuwa hai. Namba tano ni matumizi ya vocha ya malipo. Hii ndio siri ambayo inapuuzwa zaidi, na itakuokoa mamilioni ya fedha. Vocha za malipo, acha kusema tunaaminiana kuaminiana sio mka, sio, sio mkakati wa biashara. Itakuwaje siku akija kukuambia, hujalipa au hujanilipa hapa? Itakuwa umeliwa. Vocha ni ushahidi, ushahidi usiopingika. Inachukua sekunde ishirini tu kuiandika, lakini inakuokoa masaa ishirini ya stresi na kupoteza pesa. Mteja amelipa kwa mpesa, usiseme tu asante Tuma SMS ya WhatsApp, asante kwa malipo yako ya shilingi laki moja na ishirini. Una ushahidi. Vocha ni ngao yako, dhahiri. Vocha ni ngao yako dhidi ya wizi, makosa na kutoelewana. Usidharau nguvu ya vocha. Ni silaha yako ya kifedha. Namba sita ni kuchanganua mizani ya biashara. Yaani kwa lugha ya kiasibu anasema ni balance sheet. Hii ni kama x-ray ya fedha za ya biashara yako. Angalia kwenye rafu yako. Zimejaa bidhaa zinazoshika vumbi. Hiyo ni pesa yako imefungwa na inakufa. Mizani ya biashara ni orodha za mali zote, madeni yote na mtaji wako halisi kwa siku maalum. Umenunua viatu ishirini, umenunua viatu hamsini, umeuza thelathini, vimebaki ishirini hapo dukani. Hivyo viatu ishirini vimeshikilia pesa yako. Viuze au acha kuvinunua. Hamisha hiyo pesa kwenye bidhaa zinazouzika kweli kweli. Panga siku maalumu kwa ajili wako au waombe wafanyakazi wako wakusaidia kuhesabu kila kitu. Yaani kwa lugha nyingine wanasema hii ni stock taking. Hii itakupa picha kamili ya afya ya biashara yako na uwezo wa kufanya maamuzi ya kishujaa. Namba saba ni kutumia mbinu za kitaalamu. E, sasa hapa ni kuwa anza kwa kutumia vifaa vya kitaalamu. Mfanya biashara ambaye yuko vizuri hakumbuki vitu, anatumia mfumo. Kwa mfano tumia, kwa wale wanaojua kompyuta tumia excel au Google Sheets. Hizi ni bure na zina nguvu sana, zitumie bila kusita. Kuna application kama wevu na QuickBooks, zinazo kufanyia kila kitu: risiti, ankara ankara, ripoti. Nyingine ni bure Hakuna kisingizio. Ninakupa changamoto hii, chagua kifaa kimoja kati ya hivyo nilivyokutajia, kijue vizuri, kisha ongeza kingine. Usijaribu kujifunza vyote kwa pamoja, anza kidogo kidogo na utafanikiwa. Sasa nina wito hapa. Kama umejifunza kitu chochote kutokana na hizo sababu saba nilizo kueleza, basi bonyeza hiyo hiyo hiyo button ya subscription au imeandikwa subscribe. Natoa ushauri wa biashara kila wakati na hutaki kupitwa, basi bonyeza hicho kitufe cha subscription. Pia acha swali lako kwenye sehemu ya maoni na nitajibu wengi wananiandikia na huwa najibu. Hitimisho ya hii video, tuwe wa kweli. Mafanikio sio bahati, ni hesabu. Ukitumia hizi siri saba nilizo kueleza, yaani kufuatilia mauzo, kuchambua faida, kusimamia mtaji, kuangalia mtiririko wa fedha, kutumia vocha, kuangalia mizania na kutumia zana mbalimbali mbali za uhasibu au za kuingiza mahesabu, hutawahi kuuliza pesa zimeenda wapi wa tena. Badala yake utaamka na kusema biashara yangu ni mashine ya kutengeneza pesa, na ninaweza kuthibitisha hii. Siyo ndoto, ni ukweli kamili, ni ukweli kama utaanza kufanya hivi sasa hivi. Naenda sasa hivi, chukua kalamu, fungua kompyuta, anza leo. Mafanikio ni hesabu, sio bahati. Inawezekana.